Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida kawaida kawaida, kawaida. kawaida. kawaida. Mwenyekiti alivyosimama mwanzo, mtendaji alivyosimama mwanzo, alivyosimama mwenyekiti wa huduma wote, mimi nilikuwa nawafuatilia. Sawa? Ndio. Mwenyekiti na mtendaji wake waliongea kana kwamba ili jengo hili hapa hawalitambui. Sawa sawa. Umeelewa? Ndio. Amefika mwenyekiti wa huduma Amefika amewaingiza mwenyekiti na mtendaji, hili jengo taratibu wake ulivyofanyika wanalitambua, wana na mimi nafika kuamini saa hizi, huyu jamaa kazi aliyofanya aliofanya ya usiku na mchana, kumbe walikuwa namwambia hawa afanye hii kazi usiku na mchana. Sawa, ili mambo haya yanavyobuka. <laughs> Hii sio tatizo sisi huyu huyu sawa, tunasema vipi kama mikura yule? <laughs> Nyinyi mtahesabiana hapa, mpo wangapi? Ishirini na tisa, sijui mtampa hela yake. Mali zetu za kijiji ziache kama zilivyo no. Na kuraga kama yupo hapo, tunamwambia asianzishe bifu na sisi. Sisi ndio wazawa bifu <laughs> <laughs> <laughs> Ye yeah, kama takuishi na sisi aisha, afuate utaratibu wa kijiji nataka nini? No. Si habari za bifu bifu. Sawa so, sawa. So. Adili na watu wale. Tumejaribu kumwangalia pale. Watu wanaumia huko, wanampa ushauri, anasema mia mbili, mia mbili, wao wanataka kutu nini? Mia mbili mia mbili <laughs> Leo amefika kutu, kutulete mchezo, kwa maana mimi nishangaa huyu Mchina, huyu Mchina <laughs> <laughs> <laughs> mwenyekiti, amna kupepesa macho tena mwenyekiti wa zamani. Mimi mzee, yaani mzee we, wewe ngikosa kuchaje tukikurudisha tena hapo kwa sababu gani umeongea hadi mara ya mwisho alafu vitu vingi umwaelekeza vingine walikuficha unakuja kuvipata leo na huyu ungevipata siku lile lile li. Tatizo gani kuranga alishinda kukuhili na wao mzee, upo wakuwiti kuranga yule na wao mzee msikilizi kuranga Mzigo, manake wa, wanao mzigo sasa <laughs> mzigo arudishi kwa kuranga siku ya maeneo ya sisi sisi watoto tutaraumu mbele. Nimemaliza, namaliza kwa hoja serikali hii hapa hadi saizi hatuna imani naye, wazee tunaomba izini tunataka tukanunue kufuli pale kubwa tunafunga hii. Wazee mtajua utaratibu wa kumpata mkurugenzi, tuje tufanye uchaguzi kwa utaratibu, akae nani mwenyekiti. Sii hatuna atu, shida na mwenyekiti ambaye hawa wamepitwa ngapi? Tumeenda naye waje wamepita, napm walikuwa wanapata walikuwa wanapaona, lakini hakuna sema. Watoto wetu watatusuta leo, unafika yani makaburi unauza makaburi <laughs> <gulia>

ila sasa sisi wakubwa wa kijiji hivi tunasema na knaa mtendaji na kamati yote. Jengo jengulile kwanzia leo linastopisha ana ham kama kumpa mpa eneo lingine. Bye. Sasa, waheshimiwa, bado bado bado bado mikono iko mikono, wachaguliwe naomba mlime jamani, hapa tunaongea kama wananchi wa Mgombasi, etealasimalize Mgombasi. Kwa hiyo tuwe wapole wapole, ili tuweze kujua, na mimi mtazamo wangu na utaratibu tuliopo kwenye kijiji chetu tuliouweka tangu muda mrefu tangu na utaratibu tuliopo kwenye kijiji chetu tuliouweka tangu muda mrefu, ni kwamba kuna viwanja ambavyo viliidhinishwa na wananchi kwenye mkutano wa mkuu wa serikali ambavyo vinatakiwa viuzwe. Kuna sokoni pale, kuna kule nani uwanjani, sawa, yeah. na vingine kwa ajili ya makazi. Sasa sheria na utaratibu upoje? Hata mtendaji ule utaratibu atakuwa na ufahamu mm -hmm, kwa sababu yeye ni mtaalamu na amesomea kwa ajili ya mambo hayo, na mwenyekiti anapokuwa pale, yeye kama rais, sheria na akiweza kushikana nani. Kwa hiyo sasa kuna maeneo ambayo ya kiombo ambayo <laughs> watu wanaleta barua yaani, yale mtu amekuja ame naomba uwanja wa kujenga situisha izinisha <laughs> Hapa hakuna ilisha izinisha kwa sababu taangalia hii sehemu anayoomba ni kati ya zile ambazo ishatolewa izini, yeah. Sehemu zile ambazo hazikutolewa izini itatakiwa barua inapofika ije, yeah. Moja oh, oh, oh. Si, kwa moja wanani wanatuletea wananchi tuizinishe kwa sababu wao wanatambua hii sehemu si ile ambayo no. Wananchi kwa hiyo sasa, tukisema tuiamue tu sisi tutakuwa tumetenda kosa Hili ha, jambo, uongozi wetu haukujali kujali, wala mtaalamu wetu wa mchanga, wame wameuza. Umeona, sasa hii inapelekea kuonyesha sisi wote tunaishi hapa Mgombasi wajinga. kama ni hatuna ufahamu wajinga. Au ni wajinga na tukaendelea hata kila jambo baya. Sasa basi, navyoongea hivi japo naongea mimi, lakini wananchi wa Mgombasi, yani naongea kwa niaba ya wananchi wa Mgombasi na. kwa sasa hili jambo linaishia kwa mfumo huu Um, yaani, hizi ni proposal ambazo tulitoka nazo mtaani kwa wananchi, kwa sababu vitongoji waliaa kujielezesha mara mara kadhaa. Wangiwasikiliza wale vitongoji kuhusu yule mwenyekiti kwa vikao vya nyuma vilivyofanyika wao ndani ya bodi zao, haya yasingetokea yes, no. wangiwasikiliza hawa vitongoji kwa malalamiko waliokuwa nalalamika kipindi cha nyuma, na walikaa naye na waliwahi kuandika hata ata makaratasi, wakakaa naye, wangiwasikiliza hao Okay. yasingetokea okay. sasa basi kwamba tutambue wana Mgombasi, kwamba tutaonyoshea vidole hao, wengine wana uwezo wa kufunzika, hawezi kuwa na vibuli, wana uwezo wa kufunzika, kwa sababu japo wamefanya makosa, kwa sababu na wao wameingia kwenye mkumba wa kuidhinisha sehemu zile ambazo hatukuidhinisha hatu, kwamba mwenyekiti na mtendaji wake watuachie ofisi, taratibu zingine zifanyike. Mwenyekiti na mtendaji wake watuachie ofisi, sisi tutakuwa na imani kufanya naye tena kazi mtendaji, kwa sababu huku hizo watu nafanyiki yeye yupo no. Kwa hiyo sasa, aliyejenga pale lile jengo ni la kwetu, amejenga kwenye eneo letu. Hapa tunapimiaga kliniki, kunywa watoto uji, walishe, tutatumia hili jengo kwa ajili ya nini, lishe, lishe na kupimia kliniki za. Kuna hata mtu au yuko tayari huko kulala, sisi hatuna ubaya naye yeye awatafute waliomka akiwemo mtendaji wa kijiji pamoja na mwenyekiti wake, a atakuwa na jopo lingine, yeye atawafahamu. Sisi kama kijiji hatuwezi kwenda kama mazuzu, sawa? Kwamba hili tunaishia hapa, tunaunga mkono tayari. Naomba nishie. Umemaliza?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 handika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu kwenye bayo kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida, kawaida, kawaida.